Kwa majina naitwa Shafi Mpenda, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kalambo. Nitumie fursa hii kwanza kukaribisha mwenge wa uhuru katika halmashauri yetu ya wilaya ya Kalambo siku ya Jumanne, tarehe 30 mwezi huu wa tisa mwaka wa 2025. na ishiriatao sisi Wanakalambo tumejiandaa vya kutosha kwa ajili ya kupokea mwenge wa uhuru kwa furaha, kwa bashasha na nderemo tele, na tuko tayari kukimbiza umbali wa kilometa mia mbili ishirini na tatu kuzungukia miradi kumi na moja ambapo katika miradi hiyo ipo miradi ambayo inasimamiwa na halmashauri, ipo miradi ambayo inasimamiwa e, na mamlaka ya maji Ruasa katika mkoa wetu wa Rukwa, lakini ipo miradi ambayo inasimamiwa na e, taasisi ya TARURA e, kwa upande wa masuala ya barabara lakini pia e, katika upande wa halmashauri tuna kikundi cha vijana ambacho ni kikundi cha mfano na chenye pia kitapitiwa na mwenge huo wa uhuru. Na katika, e, mwenge wa uhuru wakati tutapokuwa unapita katika halmashauri yetu e, nitumie fursa hii kuwakaribisha sana wananchi wote katika maeneo yote tangu tutapopokea pale katika shule ya sekondari e, Mburuma na ambapo mradi wa kwanza utakuwa hapo hapo katika shule ya sekondari Mburuma tunaomba na kuwaalika wananchi wajitokeze kwa wingi kuulaki na kuupokea mwenge wa uhuru, ili tuweze kuukimbiza kwa pamoja na kuufurahia kwa sababu tunajua mwenge wa uhuru ni, ni, ni nyenzo ambayo inamulika ina, lakini pia ni nyenzo ambayo inatukumbusha uwajibikaji katika utumishi wetu, lakini pia inatukumbusha umoja wetu kama wa Tanzania, na ndio maana tuna, tunaungana na wananchi wa kawaida katika kuhakikisha kwamba tunaukimbiza mwenge huo, tunatarajia mwenge wa uhuru utalazwa katika mji wa Matai kuamkia siku ya Jumatano ya tarehe moja mwezi wa kumi, ambapo tutakwenda kuukabidhi katika halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha sana, tujumuike pamoja tuweze kusherekea mwenge wa uhuru.